Karibu, leo tunakwenda kujifunza mada muhimu inayohusu madhara ya utumiaji wa njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Njia za uzazi wa mpango hizi ni mbinu zinazotumiwa na wanandoa au wapenzi au wenza kwa lengo la kupanga idadi ya watoto na kupanga ni muda gani ambao wangependa kuwapata watoto husika. Njia hizi kuhusisha matumizi ya njia zifuatazo. Kwanza matumizi ya vidonge, sindano, vipandikizi, kitanzi au kufunga uzazi moja kwa moja, lakini pia matumizi ya njia asilia. Licha kuwa na faida kubwa kwa jamii, ikiwemo kudhibiti mimba zisizotarajiwa, kupunguza idadi ya vifo vya mama na mtoto, lakini pia kuboresha afya ya mama na mtoto njia hizi pia zimekuwa na athari kubwa kwa jamii ikiwemo kusababisha matatizo ya afya ya akili, matatizo ya kisaikolojia na matatizo ya kijamii. Katika mada ya leo, tunakwenda kujifunza kuhusu madhara ambayo yanaweza yakapatikana kwa matumizi ya, ya njia hizi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ni mara kwanza kwa chaneli hii Hakikisha una subscribe ili uwe unapata mada zetu mara kwa mara kanani mpaka mwisho wa video hii. Tuanze na madhara ya kimwili kwanza. Njia ya kwanza ni njia ya vidonge. Mtumiaji wa njia ya vidonge huweza kupata madhara yafuatayo: kwanza kabisa, uhisi kichefuchefu, maumivu makali ya kichwa na maumivu ya matiti, lakini pia hatari ya kuvimba kwa matiti. Lakini pia mtumiaji wa njia hii hupata changamoto ya kutoka na damu mara kwa mara, changamoto ya kuongezeka uzito na kupungua kwa hisia za tendo la ndoa. Lakini pia mtu anayetumia njia ya vidonge huwa hatarini kupata tatizo la kuganda kwa damu, kitaalamu tunaita deep venous thrombosis. Kwenye njia ya pili ni njia ya sindano, mtumieje njia za sindano Huweza kupata madhara yafuatayo. Kwanza kabisa mtu huyu anaweza akapata maumivu makali ya kichwa yanayoambatana na kizunguzungu, lakini pia mtu huyu anaweza akapata changamoto ya kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi pale ambapo unarejea, lakini pia mtu huyu anaweza akapata changamoto ya kurejea kwa uzazi au kurejea kwa rutuba pindi ambapo atataka kuzaa au muda ambapo muda kia, wa kipindi cha kipindi ambacho kimetarajiwa kimeisha. Twende kwenye njia ya kipandikizi maarufu kama kuweka kijiti. Mtumiaji wa njia hii huweza kupata madhara yafuatayo. Kwanza kabisa, mtu huyu anaweza akapata maumivu ya mkono kwenye bega ambalo ameweka hicho kipandikizi au kijiti, lakini pia kuvurujika kwa mzunguko huu, jambo ambalo linaambatana na kuvuja damu nyingi mara kwa mara. Mara nyingi watu wanaotumia kijiti wanalalamika kwamba wanatumia sana, yaani wanapata hedhi isiyokoma, lakini pia hisia za huzuni kutokana na msongo wa mawazo na kubadilika kwa homoni wakati akitumia njia hizi. Njia ya kitanzi Mtumiaji wa njia ya kitanzi anaweza akapata changamoto zifuatazo: kwanza, maumivu makali ya tumbo, ma maambukizi ya uke au mfuko wa kizazi anajulikana kama pelvic inflammatory diseases, lakini pia kuvuja kwa damu. Njia ya kufunga kizazi, mtumiaji wa njia hii anaweza akapata madhara yafuatayo: maumivu ya tumbo mara baada ya upasuaji, lakini pia hisia za majuto kama hakuchagua vizuri. Baadhi ya wenza huchagua njia hii kutokana na mkumbo au bila kupata taarifa kamili, hivi baadaye kujutia maisha yao yote. Twende kwenye madhara ya kisaikolojia njia za mpango zinaweza zikapelekea hisia zifuatazo: kwanza, hisia au wasiwasi wa kupata utasa wa kudumu. Hii ni kutokana na watu ambao wamewahi kutumia hizi njia, kwa hiyo mtu anaweza akahisi kwamba anaweza akapata utasa wa kudumu lakini pia wasiwasi kuhusu salama wa njia. E, kuna kipindi baadhi ya njia zili zinaonekana kwamba si salama kwa watumiaji, hivyo wengi hupata wasiwasi. Lakini pia mtu akiumwa homa yoyote ile huambatanisha na matumizi ya njia za uzazi wa mpango, hata kikoa baadhi hufanya hivi, jambo ambalo si sahihi lakini pia mtu anaweza akapata msongo wa mawazo kutokana na mabadiliko ya homoni na hisia na wasiwasi wa wasi kupata utasa wa kudumu. Lakini pia anaweza kukataliwa na jamii kama kuhusisha weza. Twende kwenye madhara ya kijamii, jamii inaweza ikapelekea madhara yafuatayo. Kwanza, imani. Kuna baadhi ya dini haziruhusu matumizi ya njia za uzazi wa mpango ikiamini kwamba ni kukiuka agizo la Mwenyezi Mungu lakini pia kama migogoro katika familia kama wenza hawakukubaliana jinsi ya matumizi ya hizi njia za uzazi wa mpango. Tahadhari: madhara haya hayatokei kwa kila mtu, lakini kila mtu huweza kupata madhara tofauti tofauti kutokana na njia anayotumia na kutokana na hali ya afya yake, na si kila mwanamke lazima apate madhara haya, bali unapaswa upata ushauri wa kina kabla ya kuchagua njia husika. Ushauri: kama umepanga kutumia njia yoyote za uzazi wa mpango, hakikisha umepata taarifa sahihi kuhusu njia husika. Hakikisha umepata ushauri wa kina kutoka kwa daktari au muuguzi ili upate kuchagua njia sahihi. Lakini pia daktari akikuomba ufanye vipimo baadhi, usione kama mnyanyasaji. Kapime ile mipimo afu mpelekee majibu ili ya kushauri njia ambayo ni salama kwa afya yako. Ulikuwa nami daktari Lenny Komba, tukutane katika mada ijayo. Niandikie kwenye comment section ni madhara gani ambayo umewahi kukutana nayo wakati ukitumia moja njia ya uzazi wa mpango, au ni mada gani ambayo ungependa kuendelea kujifunza. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli hii na umevutiwa na mada zetu, hakikisha una subscribe ili unapata mada zetu bora kama hizi mara kwa mara. Mungu akubariki na nikutakie siku yes, njema.